Imeahidi kuboresha na kuimarisha usalama kama ndio, usalama wa nchi kama ndio jambo namba moja, amani ya nchi kama ndiyo jambo namba moja. Jitihada hizo hazitawezekana kama sehemu za kufanyia kazi za kusimamia huo usalama hiyo amani zitakuwa zimeharibika. Kwa hili ni jambo la kulifanya na sisi tumepokea maelekezo kutoka rais, kwa rais kwamba tupite na kuangalia na kuchukua hatua mara moja na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana baadhi ya wadau ambao wameanza kurekebisha vituo vya polisi kwa kuchangia fedha wao wenyewe. Tumepita pale Tegeta pale juu tumeona wakiwa wanafanya, wananchi wenyewe wamejiorganize, wameanza kurekebisha kwa kupiga rangi. Na nichukue nafasi hii kuwaomba na wadau wengine ambao wako tayari kuisaidia serikali kwa sababu uharibifu ni mkubwa na maeneo ni mengi ili waweze kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunarudisha na kurejesha huduma hizi za usalama na vituo vya polisi kama ilivyokuwa awali na sirikali. Kwa upande wa serikali Rais ameshakuja kuagiza, tunafanya kila kinachowezekana kutafuta fedha kuhakikisha kwamba tunarejesha huduma kama zilivyokuwa. Ndugu zangu, kama nilivyosema, kazi ya jeshi la polisi ni kulinda amani, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na kwa hivyo wananchi, nyinyi ndio ndio mabosi wa hawa askari. Wananchi, nyinyi ndio wa wazaa hawa askari polisi. Hawa askari polisi ni watoto wa nani? si kwetu ndugu zangu, si watoto wa kwetu? Ndio kazi yao si kutulinda sisi? Kwa hiyo kama ni kutulinda sisi sisi, sisi wananchi ndiyo mabosi. Na kwa hivyo kuharibu sehemu zao za kufanyia kazi, kuingia kwenye ugomvi na askari polisi ni kupoteza rasilimali ambaye kazi yake ni kutumikia sisi. kweye ni waombe sana wananchi wa Tanzania, na kupitia mkutano huu hapa salasara, tuwapende askari wetu, tushirikiane nao kwa ajili ya ulinzi wa usalama wa mali zetu sisi, sisi wenyewe. Lakini kwa namna ya pekee niwaombe sana askari wetu, na hapa huko harakisiku na salamu hizi nimempa nime pia na IGP, kwamba tunataka katika kipindi hiki tuonyeshe ushirikiano mzuri kati ya raia na askari wetu wa jeshi la hawa. Askari nguvu yao ni nyinyi wananchi, na wala sio bunduki walizo nazo, na wala sio kombati walizo nazo. Nguvu yao ni nyinyi wananchi, mkitaka wawe na hiyo nguvu ya kulinda usalama wenu, inawezekana.